Kwa nini sio asiye na amani sasa? Kwa nini si na amani? Shida ni yeye, hataki nini? Anatakiwa utumishi wako. Unataka mganga wa majini? Ah. Afanye ibada. Ibada ina gani? Yeye shida pia. Oh, kwa nini unamtesa sasa? Kwa nini unamtesa? Eh? Unampenda? Eh? Unampenda? Kwa nini usimpe hela sasa kama unampenda? Unampenda <laughs> mpa nini? Unampenda ni yeye. Yeye tu. Mm. Umeshampana kama Okay, yeye yeah, yeah. Akwatembea TV lakini ni yeye mwenyewe, nimwambia mm -hmm. Oh, anafana soni sana, sana. Kama kundi na watu, lakini afuata njia yake njia ni azabu yake ni hiyo, oh. <laughs> Ulimwambia sana kana watu ak <laughs> okay, skitini okay, ya ibada hivi Ay, mwache. Sasa mwache, sasa sasa misha kuja mwache, sawa, atamtumikia atam Yesu Kristo, amtumikie Mungu ani ungusazatakua kwanza. Ye atakuwa wa kwanza kupindua meza hii. Ye atakuwa kwanza kumleta Yesu Kristo. Haleluya. Nabii Isa huyu anakuja kwenye maisha yake. Nabii Isa huyu anakuja kwenye maisha yake. Huyo kwenye moyo. Huyo. Huyo. Huyo. Huyo. Nabii Isa na nguvu kwako wewe. Kristo. Haleluya.